Hebu harakisheni hicho kikao sasa. Mnakuja hapa <coughs> mi nateseka, nafungua jiwe la msingi eti kituo cha afya, mmenitesa. <coughs> <coughs> Maliza hatua iliyobaki, ipewe hadhi ya hospitali. Kama kuna eneo mnadhani linahitaji kufanywa maboresho, mshirikiane naye. Kazi anofanya huyu ni kubwa, ya kuiunga mkono serikali kuwahudumia watanzania kwa afya zao. Tunamwachaji